Usiku wa Mwituni. Kuna msitu mmoja unaoitwa msitu wa Kimara, uko pembezoni mwa mji mdogo wa Mwembechai, Tanzania. Hakuna anayethubutu kuingia ndani yake usiku, maana wanasema mara nyingi watu huchanganyikiwa, wengine hupotea kabisa na hawajawahi kuonekana tena. Lakini kwa Neema, msichana wa miaka ishirini na mbili, mwenye roho ya ujasiri, na Alan, kijana wa miaka ishirini na nne, mwenye hamu ya kuchunguza mambo ya ajabu, msitu huo ulikuwa kama changamoto mpya ya kuipima ujasiri wao. Walikuwa marafiki wa muda mrefu, na siku hiyo waliamua kwenda ku piknik karibu na mto unaokatiza msituni. Jua lilikuwa linazama taratibu, anga likiwa la rangi ya machungwa. Waliketi kwenye mto wakicheka, wakichukua picha hadi jua lilipoweka kabisa. Ndipo walipotambua kuwa wamechelewa kutoka msituni. Waliposimama kuondoka, upepo wa baridi ulipuliza kwa ghafla, miti ilianza kunyemelea kwa sauti ya kuogofya, kama vile kitu kilikuwa kikitembea juu yao kwa kasi, lakini bila kuonekana. Alan alitoa tochi yake, akaangaza huku na huko. Macho yao yalikutana, na kwa mara ya kwanza, wote wawili walihisi hofu halisi. Walianza kutembea haraka, lakini kila walipopiga hatua, sauti za vicheko vya watoto wachanga zilianza kusikika e, kutoka kila upande. Neema alikamata mkono wa Alan kwa nguvu. hii sio kawaida, Alan e, hatuko peke yetu. Kabla hawajamaliza, mti mmoja uliokuwa mbele yao ulianza kusogea, sio kwa upepo, lakini kwa miguu yake. Ulikuwa na uso uliojaa macho madogo, mdomo uliojaa meno mekundu kama umelowa damu, na mikono iliyonyooka kama matawi. Walijaribu kukimbia lakini kila upande walikimbilia, walizuiwa na viumbe wa ajabu. Mmoja alikuwa mrefu, mweusi na alikuwa hana uso ila sauti yake ilisikika kama sauti ya mtu aliyekufa muda mrefu. Mwingine alikuwa na kichwa cha mbuzi, macho mekundu yanayowaka kama makaa na miguu ya binadamu iliyotapakaa matope. Neema alipigwa na ganzi alipogundua kuwa kila mnyama wa ajabu aliyekuwa anawatokea alikuwa na uso wa mtu aliyewahi kumfahamu: rafiki wa zamani, mlezi wake wa utotoni, hata jirani yao wa zamani aliyefariki miaka miwili iliyopita. Alan alianza kupoteza fahamu, alisimama na kusema hawa viumbe wanacheza na akili zetu, hawaishi hapa kimwili pekee, wanaishi ndani ya hofu zetu Wakiwa karibu kukata tamaa, waliona mwanga mdogo uking'aa katikati ya msitu. Walikimbia kuelekea pale. Ilikuwa ni lango la kale, limeandikwa kwa maandishi yasiyosomika. Lakini mara tu walipolisogelea, ardhi ilipasuka na mikono yenye kucha ndefu ikaanza kutoka chini, ikiwavuta. Neema alilia kwa sauti ya maumivu, akimshika Alan kwa nguvu, usiniachie lakini Alan alivutwa ndani ya shimo jeusi, sauti yake ikipotelea gizani. Neema alianguka chini akilia na viumbe wote walitoweka ghafla. Ulikuwa ukimya wa kutisha. Alibaki peke yake. Asubuhi ilipofika, watu waliopiga kambi karibu na mto walimkuta Neema amelala peke yake kwenye nyasi, macho yakiwa wazi. Alikuwa haongei. Mdomo wake ulikuwa umeandika neno moja kwa damu, wamerudi. Hakuna aliyeweza kuelewa kilichotokea. Alan hakuonekana tena. Na kila usiku kuanzia siku hiyo, watu walisema walikuwa wakisikia sauti ya kijana akilia kwa msaada kutoka msituni. Hakuna aliyewahi kuthubutu kwenda kumtafuta. Kelele ya matawi yaliyopasuliwa ilisikika ghafla ikifuatiwa na milio ya ajabu kana kwamba mnyama mkubwa alikuwa akitembea kwa kasi kupitia vichaka. Neema alikamata mkono wa Alan kwa nguvu, macho yao yote yakielekea upande huo mmoja. Mvua ndogo ilianza kunyesha taratibu, ikilowa uso wa Neema huku tope likianza kujikusanya chini ya viatu vyao. "Sauti ile haikuwa ya kawaida," Alan alitamka kwa sauti ya chini, huku akikunja nyusi na kuangaza tochi yao ya mwisho iliyokuwa bado na mwanga hafifu. Msitu ulikuwa mzito zaidi kuliko awali na hewa ilianza kuhisi nzito, kana kwamba kitu kilikuwa kinavuruga utulivu wa asili wa eneo hilo. Wakiwa wamebanwa na giza na kila upande ukitisha, waliona kivuli kirefu kikinyoka nyuma ya mti mkubwa wa mivule. Kivuli hicho kilionekana kuwa cha kiumbe chenye miguu mirefu mno, miguu ya aina isiyo ya kibinadamu. Kiumbe hicho hakikutembea hii, kiliteleza juu ya ardhi kimya kimya. Neema alijikuta akilia kimya kimya, sauti ikimkataa huku Alan akijaribu kuandika kitu haraka kwenye daftari lao dogo, akijua labda hiyo ndiyo njia pekee ya kuelewa wanaokutana nao. Ghafla mwanga wa tochi ukazimika. Giza likawameza, na mara hiyo walihisi pumzi ya baridi mgongoni mwao, walikuwa hawako peke yao tena. Msitu wa Kimara bado upo. Na wanasema kila mtu anayesogelea baada ya jua kuzama huwa anaondoka na sura yake, lakini roho yake hubaki humo ndani. Usisahau kulaiki, kucomment na kusubscribe ili upate hadithi nyingine za kusisimua. Tuonane tena kwenye hadithi za Kiswahili.